Mezani mwetu zimetufikia taarifa ambazo sio nzuri kumuhusu rais wa TLS Boniphas Mwabukusi. Kabla sijakupa undani wa taarifa hii, tafadhali nikukumbushe ku subscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu pale tu tunapoziweka. Subscribe sasa kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele ibonyeze pia. Kwa wale wasiomjua Boniphas Mwabukusi ni nani, wacha tumuongelee kidogo. Boniphas Mwabukusi kwa sasa ni rais wa chama cha wanasheria nchini TLS, yani Tanganyika Law Society, ambapo chama hicho kina kazi ya kusimamia masuala ya kisheria nchini pamoja na wanasheria, yaani mawakili. Na ili mtu uwe rais wa TLS ni lazima upigwe kura na mawakili nchini ndo ushinde. Hivyo Boniphas Mwabukusi alipitia michakato hiyo. Sasa mara kadhaa tumekuwa tukimwona Mwabukusi akiongelea mambo ya haki za binadamu nchini, akiongelea na kukemea masuala ya watu kutekwa, kutoweka ama kuuawa yanayojitokeza nchini mara kadhaa na watu wasiojulikana. Sasa kufuatia hayo, imetufikia taarifa ambayo sio nzuri ya rais huyo wa TLS Boniphas Mwabukusi kudaiwa anatishiwa na, na kuwindwa kuuawa na watu wasiojulikana ambapo Mwabukusi alitujuza hivi majuzi kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa X kwa kuandika na nukuu, mimi nimeshapita levo za kutishwa. Huyu mpumbavu mwenye namba hii 0792- anajaribu kunitisha. Nimemtaarifu kuwa hahitaji kunivizia kama alichosema, ninarudi Mbeya kushughulikia swala la Mdude Nyagali na nimeamua hiki ndicho kiama cha ujinga huu, na nina hamu ya kuonana naye. Huu ndio ujumbe wake: Unapenda sifa sana, jiandae kuacha mjane na yatima. Wewe njoo Mbea kama ulivyosema, tuwindane. Ulipo tupo, njoo uone kama mdomo wako utakusaidia zaidi ya kukuangamiza Dash, nyoko. Kama uwakili umekushinda iambie familia yako na kuiaga kuwa uko vitani. Mambo vipi? Naona unababwaja sana, unataka sifa au? We mwambie Pengo jiandae vizuri, hii dunia ni ndogo. Mbea iko kiganjani na wewe acha kamdomo. Huo ndio ujumbe anaodai katumiwa. Lakini baadaye Mwabukusi amerudi na kuandika haya na nukuu kwa hali ya kiusalama iliyopo nchini kwa sasa, utekaji wa wakosoaji na upotezaji wa watu, ukiniuliza sababu za Tanganyika kudai uhuru na kujitawala, sidhani kama nitakuwa na jawabu sahihi. Hata wakoloni na tamaa zao hawakuwa ikuwa na kiu ya damu za wakosoaji wao kwa kiwango hiki. Wanyama wa porini wamekuwa na utu kuliko binadamu wenzetu, wanatamani kujishibisha kwa damu zetu, huku akiogelea kwenye bwawa la machozi na jasho la wajane na mayatima wanaowachwa vilio vetu haviwaumizi bali vinawasisimua na kuwaburudisha na kuwaongezea hamu ya kutuumiza zaidi. We all have the right to strike back kulinda uhai wetu. Hatuna machozi zaidi ya kumwaga, hatuna damu zaidi ya kumwaga, na hatuna sauti zaidi ya kulia. Namna pekee itakayotutuliza ni kumrejesha Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai na kutuletea wanaotutishia, mimi Bishop Bagonza Mwamakula na Dr. Rugemeleza Nshala na wenzetu waliokimbia Tanganyika kunusuru uhai wao. Hatuta nyamazisho na wauaji au watekaji. Nilizaliwa huru, nitakufa huru. Tunamtaka Mdude akiwa hai. Mwisho wa kunukuu. Hayo ndio maneno aliyoyaandika na kutujuza Mwabukusi Mei 13 2025. Wengi mitandaoni wanasema yasipuuzwe, kwani aliandikaga Deusi Soka kutishiwa akapotea akaandika Mdude naye akapotea. Vipi hili? Mimi ni Princess Kiuli na hii ni Mseto Media.